Mimi nipende kuipongeza sana serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli, huwa kila tukipata fursa kama kamati kuhutubia sehemu yoyote, mule bungeni ama nje ya bunge, tunasema tunaiona kazi kubwa aloifanya ndani ya miaka hii minne ya uongozi wake kwenye sekta hizi za uzalishaji Wizara hii kupelekewa pelekewa fedha nyingi ilikuwa ni kitu nadra kabisa, lakini chini ya uongozi wake tumeona namna ambavyo serikali inapokea maoni yetu kama kamati, maoni kama Bunge, kwamba sekta hizi ili zifanye kazi yake kwa ufanisi mkubwa lazima zipewekewe hela. Kwa hiyo makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa hii ya utashi wa kisiasa ya kupeleka fedha lakini naomba nipongeze Mheshimiwa Waziri pamoja na Katibu Mkuu na watendaji wote. Fedha zinaweza zikaja, lakini kama hazina nidhamu ya matumizi hayawezi, haziwezi kutimiza matarajio yake. Kwa hiyo, mpaka leo tumefika hapa, umeweka jiwe la msingi kwenye jengo hili la Viwango House, ni kwamba usimamizi wa matumizi mazuri ya fedha zinazokuja kutoka serikalini kuja hapa kwenye wizara hii na taasisi hii zinasimamiwa vizuri, kwa sababu sisi kazi yetu kubwa ukiachia kupitisha bajeti tunatakiwa tuangalie value for money. Je, hizi fedha zinakokwenda zinatumika na zinatumika namna zilivyotarajiwa? Kwa hiyo mimi a, nichukue tena nafasi hii hapo hapo kupongeza sana mwenyekiti wa bodi pamoja na bodi nzima lakini kumpongeza sana sana sana mkurugenzi wa TBS inawezekana, eh, na walotangulia wote. MC wetu ametuambia ni wanaume, lakini mwanamama huyu sio kwa upendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kazi yetu sisi bunge ni kuona na kusema kwa kweli, kama tunatoa nafasi kati ya wakurugenzi ambao wako chini ya wizara hii na msione wivu wengine, mnafanya kazi lakini mwana mama huyu ni namba moja, makofi mengi sana kwa. Msione tu, viwango vimesimama, majengo yanakwenda. Sisi kama bunge tumeenda kutembelea jengo lile Dar es Salaam na kuona maabara zote, lakini tumepokea ripoti kama wewe ulivyosomewa kuhusu ofisi za kanda na mipango ya kwenda kuweka majengo kwenye kanda zile. Kwa kweli TBS mnaupiga mwingi na mnafanya kazi kubwa sana sisi kama bunge sisi kama kamati e, tunaendelea uh, kuwatia moyo na kusema kwamba tutaendelea kutoa ushirikiano pale mnapotuletea mipango yenu na mtiririko wa fedha mnazozihitaji, basi tutaendelea kushirikiana na kuhakikisha fedha zinakuja.